Biblia haikosei, iko sahihi mia kwa mia. Ni kwa sababu Mungu anatupenda. Neno la Mungu linakuelekeza linakuelekeza moja kwa moja, ukubali kuitunza sabato ya siku ya saba ya juma ambayo ni Jumamosi. Ukubali kwa sababu ni neno la Mungu, ni neno la Mungu. Naomba Watanzania Naomba kwa jina la Yesu Watanzania tukubali na tuelekeze sasa mawazo yetu mawazo yetu, tukijiandaa kila mmoja binafsi kila mmoja binafsi kumpokea huyu Yesu mwokozi wetu na Bwana wetu. Yesu atakapokuja, mamilioni ya Watanzania wataokolewa. na wakati mwingine unajua, watu wamechukulia mambo kirahisi kirahisi. Hakuna tofauti na kipindi cha Nuhu, hakuna tofauti na kipindi cha Sodoma na Gomora, hakuna tofauti. Watu walichukulia mambo kwa urahisi, lakini ikatokea gharika, moto ukashuka katika kipindi cha Sodoma. Ndivyo ilivyo, Biblia haikosei, iko sahihi mia kwa mia. Mnaonapo Biblia inasema changamkeni, mkijua kwamba mwisho umefanya nini, umekaribia. Sasa kama mwisho umekaribia, sisi kama watanzania tufanye nini? Ehe, tugeuze, tugeuze mwelekeo wetu. Na mwelekeo kama nilivyosema, kwamba kwa sababu Yesu anakuja, basi mimi niwatie shime kwamba ni wakati wa kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako.